Hello mtu wa Mungu, karibuni hapa RFK TV online. Naitwa Madam Glory Basuta, karibu katika kipindi changu cha Sauti ya Faraja ambacho kinakuwa kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa saa nane kamili hapa RFK TV online. Mtu wa Mungu, leo nimekuja na somo linalosema kabla hujagawa vitu vyako hebu viombee kwanza. Kabla ya yote mtu wa Mungu, na kukumbusha Usisahau kusubscribe, kukoment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Mtu wa Mungu, nitaanza na kuhadithia stori hii. Kulikuwa na wanawake wawili sehemu fulani. Mwanamke mmoja alikuwa yeye maisha yake ni ya juu, kwa hiyo mara nyingi sana alikuwa akiona vitu ametumia muda mrefu, ikiwa nguo, vyombo au vitu mbalimbali vya nyumbani anavichukua anaenda kumpa yule mwanamke mwingine ambaye yeye maisha yake yalikuwa ya kawaida tu, sio mazuri sana. Sasa ikatokea siku moja, yule mwanamke mwenye maisha mazuri akachukua nguo zake ambazo wazipendi ambazo wavai tena nyumbani kwake, akampelekea yule mwanamke. Sasa yule mwanamke alivyozipokea akaondoka, akaenda kwa mama yake. Alikuwa anaishi na mama yake, akamwambia mama huyu jirani ananionaje mimi? Kila siku amekuwa yeye wa kuniletea mimi vitu tu, ili ananiona mimi maskini, ananiona mimi sina uwezo, wote ananiona mimi sijielewi chochote, kweli mama? Mama yake akamwambia kwani kuna nini? Akasema, tazama hapo nje nimetoka kupokea hizi nguo zake amenipatia. Yule mama yake akamwambia, sasa hebu sikiliza, hizo nguo nipe mimi, nitamkomesha huyu mwanamke, nipe mimi, usiku nitafanya mambo yangu ili huyu mtu acha kabisa kuona hivyo, na ikiwezekana huo utajiri wake, anajiona tajiri, umaarufu wake, huyu maisha mazuri yake yaondoke katika maisha yake. Basi yule mama usiku ilivyofika, akachukua zile nguo ambazo zinamtosha za yule mwanamke tajiri, aliyopewa mtoto wake, akazivaa. Alipozivaa akaanza kufanya maombi yake anayojua yeye. Akalaani akasema, hizi nguo zilizotoka kwa huyu mtu anajiona ana uwezo, ndipo ambao ameleta kwa mtoto wangu. Sasa mimi nasema hii leo, kuanzia leo maisha yake huyu yawe ya taabu. Anapendwa sana na mme wake, mme wake amchukie, watu kazini kwake wamchukie, kila sehemu atakayopita, yani aonekane ananuka, ananuka, yani watu wasimfurahie na wala watu wasi, wasimpende. Basi mtu wa Mungu yule alivyomaliza hayo maombi yake, akavua nguo zake, akaondoka zake. Sasa kule nyumbani kwa yule mwanamke wake mume wake ndo alikuwa anarudi kutoka kazini, mume mke analalamika. E, bwana hujaoga vizuri unanuka, ni kuna kitu kama kimeoza mzoga, ni unanuka kutoka kwenye mwili wako. Yule akasema hata sielewi ni nini. Asubuhi ilivyofika, pia akajiandaa vizuri, akajipuliza perfume, akaoga, akaenda zake kazini. Yani amefika kazini, kila mtu anapa, mm! Fulani leo mbona unanuka fulani, mbona hivi leo fulani, kwani umekanyega nini huko fulani, kwani kuna nini? <coughs> excuse me. Yule mwanamke akashangaa, kwani nikoje? nanuka nini? Bosi wake akamwita, akamwambia ndugu, kama ndo hali hivyo, hebu fanye hiyo hali iondoke ya uozo inaotoka katika mwili wako. Kwa sababu utafanya wateja washindwe kuja hapa kazini, hata wafanyakazi wenzako pia wanakukimbia, sasa utafanyaje kazi? Basi yule kwa huzuni akabeba mpochi yake akasema ngoja niondoke, nirudi nyumbani. Lakini kabla hajarudi nyumbani akasema ngoja apitie supermarket akanunue vitu. Kufika kule nako watu wanamkimbia, ananuka. Vijana wenzake kule yani wa, wa ambao wamezoeana siku zote anaendaga pale dukani nao wanamkimbia anamwambia leo madam, vipi mbona unanuka hivi? Basi yule mwenye supermarket manager akamwita akamwambia, ndugu, kama ndio hivyo na kwamba usio unakuja katika duka langu, kwa sababu unakimbiza wateja, wanakimbia unanuka. Yule mwanamke akahuzunika sana, akajifikia hivi ni nini mimi. Alivyotoka pale supermarket akasema, hapa mimi atakayeniambia ukweli ni dada yangu, ngoja niende kwa dada hapa, kabla sijaenda nyumbani. Basi akafika kule kwa dada yake, dada yake akampokea vizuri, karibu mdogo wangu, vipi, mbona leo umewahi kazini, vipi Akaambia hapana, nimerudi tu. Akaambia dada, je, kuna kitu chochote unachokisikia kutoka kwangu? Akasema kitu gani? Yani, kama harufu tofauti, sema dada. Akasema mimi sioni harufu tofauti yoyote mimi, nasikia na hiyo manukato yako tu uliopaka. Sasa yule mwanamke akamwambia, mbona kazini mume wangu wote wananiambia nanuka? Sasa yule dada yake alikuwa ni mtu wa maombi, akamwambia, sikiliza mdogo wangu. Yaani sometimes watu wanafanya hivi vitu katika ulimwengu wa roho ili kuanukisha watu wanuke ili wasipate msaada kokote ili wasiendelee kufanikiwa ili wasipate amani katika maisha yao. Kwa hiyo inawezekana wewe kuna kitu kimefanyika juu yako na hivi vitu vinapatikana, kama tukiwapa watu vitu au wengine wakichukua vitu vyetu hususan hata nguo, hata viatu, wanaweza kaniuliza mabaya katika vitu hivyo, ambapo sisi tukapata hizo habari. Kwa hiyo hapa ili uweze kutokana na hii ni inatakiwa ni kwa kufunga na kuomba, yani kumomba Mungu ili aweze kuondoa hiyo harufu mbaya inayosikika kwako. Yule mwanamke basi akasikia tena nini, akasema sasa nitaenda kufanya hivi, akaondoka zake, akarudi nyumbani, akaoga, akakaa kajiandaa zake, mume aliporudi, mume anamwambia, mke wangu bado unanuka. Tena leo mimi nachukua mtu naenda kulala chumba cha wageni, silali na wewe. Yule mwanamke alihuzunika sana, akasema sasa usiku ule mume alivyotoka kule chumbani, akaenda akamwambia baba, mimi najua ili ni kitu kimefanywa katika ulimwengu wa roho. Nakuja mbele zako Baba, umesema kila sira itakayofanyika juu yetu itafanikiwa. Akatoa, akasali, akaomba, akaomba, akaomba, akamwambia, Baba, hii najua ni katika ulimwengu wa roho, ni shetani tu. Basi navunja hii katika jina la Yesu navunja, Mungu, na kwamba unisaidie. Basi akaamka, na asubuhi yake alivyoamka, akaendelea na mfungo wake. Mume alivyoamka asubuhi, anamwona mke wake eh, hey! Akamwambia, leo today you are good, yani upo vizuri, hata unuki vibaya, unanukia vizuri. Akamwambia, mume wangu ile ilikuwa ni vita ya kiroho lakini naamini nimesha ivunja. Basi akajiandaa kwenda ku, kazini akawa nanukia kama kawaida, wafanyakazi wenzake bosi wake wote wakawa wanaendelea. Basi alivyorudi jioni nyumbani yule mwanamke aliyopewa nguo na yule dada, akaja wakajisikia ni vibaya kutokana na maombi aliyoomba yule, anaendelea na mfungo wake. Wakaja wenyewe kukiri, wakaambia naomba unisamehe mama yangu, mimi ndo alifanya hivi ili wewe usifanikiwe mume wako asiku, asikuone we, akuone wewe si kitu, kazini kwako, ni kila sehemu, ili unuke unuke, uonekane mbaya, yani usipate baraka yoyote. Kwa nini? Kwa sababu naona wewe unajiona tajiri sana, mimi maskini. Umekuwa mara nyingi sana ukimpa nipa nguo. Basi watu wa Mungu, ndio maana nimesema hii leo nasema, kabla hujagawa vitu vyako hebu viombe kwanza. Kwa hiyo ndio akapata soma akasema, jamani, watu wa Mungu kabla hujatoa kitu kwa mtu hebu kiombee kwanza. Wewe unatoa kwa moyo wa upendo, lakini wanaopokea hawapokei kwa moyo wa upendo, hebu kiombee, mwambie Mungu na kuomba, unilinde na mabaya yote, unilinde na vita vyote vya kiroho, unilinde na chochote yoyote. Takiepokea kitu atakapoona kama hiki kitu mimi nimetoa kwa kudharau au nimetoa kwa sababu najiona ninavyo na vingi, hapana, mtu wa Mungu, utakapoomba Mungu ataweka nguvu yake ateka ulizi wake pale. Yoyote atakitaka kufanya kitu chochote kibaya katika vile vitu ulivyompa hatafanikiwa, kwa maana maandiko yenyewe yanasema kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka katika hukumu, Bwana atahukumu kama ni mkosa. Kwa hiyo watu wa Mungu, tusiache kuombea vitu vyetu. Chochote unachomsaidia mtu, yote unapeleka kwenye kituo, unawapa watu tu wa kawaida, hata ndugu zako au hata nani, hebu kumbuka kukiombea. Kwa hiyo kabla ujagawa vitu vyako hebu kiombee kwanza. Asanteni sana watu wa Mungu, ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja, na kuomba usisahau kusubscribe hapa RFK TV Online, kulike na kushare hii video kwa wengine. Mungu wetu anatupenda sana, asante.